Na mtazamaji tunaendelea na mazungumzo mazuri tuwe kuweza kuangalia mustakbali wa kaunti hii ya Nairobi, tukijua wazi kwamba tembe na tembe ni mkate, kama wanavyosema Waswahili. Kila mtu lazima achangie kwa kiasi fulani, ndio kaunti isonge mbele zaidi, na ndio maana wanatoa maoni kwa kutaka ushauri, kujua tutaendelea vipi. Lakini tunapokuwa tunazungumza kwamba nairobi na changamoto, hebu tusikize watu wa nje ya nairobi wanaizungumziaje nairobi, alafu tuje tuendelee na nairobi. Naam, asante sana kutoka upande wa studio, na hii leo nitakuwa nazungumza na kati ya wakaazi ambao ni wafanyabiashara na ambao kwa mara nyingi siasa za Nairobi zinapochacha huwa ni waathiriwa wakubwa haswa eh, wakati biashara zao zinakwama na pengine hata walikuwa wamepangia pengine kutafuta matibabu katika jiji kuu la Nairobi. Nianze na huyu hapa ndugu, kwa majina unaitwa nani? Alafu tueleze e, wewe hushtuka uh, kivipi ama unapatanga shida gani wakati unasikia siasa za Nairobi zimechacha? Kwa majina naitwa Charles Ndegwa, mwenyekiti katika wahudumu wa bodaboda katika kaunti ya Nyeri. Na sisi kama wenye wanakaa huku mashinani, wakati tunasikia siasa za Nairobi zinaleta shida, huwa zina affect mpaka sisi tuko huku mashinani. Eh, kwa sababu tukiangalia biashara, eh, biashara nyingi zenye zinafanywa hapa Nyeri kama ni bidhaa zinatokaga mji mkuu wa Nairobi. Na wakati kuna furugu ama kuna siasa zinaendelea, e, tunasikia hata kuna magari haifiki e, mji mkuu. So kwetu ni sisi, e, kama wanaishi ni kusema ya kwamba siasa za Nairobi zinafaa zipangwe kwa mpangilio. For example, kama ni, ni, ni governor tuseme kama ni kiti ya governor kwa sababu kiti ya governor katika kaunti ya Nairobi ni very crucial kwa watu wale wanaishi mashinani. Sisi tunasema ipewe mtu ambaye sio mwanasiasa kwa sababu ikipoa mwanasiasa itaanza kuonekana kama ni mvurutano huko hapo, lakini Nairobi kama e, mji mkuu inafaa iwe na governor ambaye ni neutral, ambaye no. ni mtu ako na, na vision no. ambaye atakuwa anaangalia nchi yote kwa sababu no. mji mkuu wa Nairobi ndio no. chingo na ndio kishwa ya nchi yetu Asante ya Kenya sana. Bwana mwenyekiti, acha nizungumze na huyu hapa. Karibu kwenye runinga ya Citizen, tueleze kwa majina unaitwa nani? na mara nyingi ni wakati tunakuwa na wagonjwa ambao wanatoka hapa katika eneo la Mlima Kenya, ama kaunti ya Nyeri wakielekea kule siyasa ni changamoto inatoshanaje? Okay, mimi naitwa John Bogwa, pia mimi ni mfanyabiashara wa boda boda Nyeri sub county na kiongozi na pia mimi ni pasta, na wakati napochangia hii uh, hii, hii maneno, wakati kuna uh, siasa zinaenda vibaya Nairobi, tunasikia kuna vita eh, wanabiashara wanapigana kwa sababu ya siasa, tunakuwa na changamoto moja, unakuta kuna wagonjwa wanatoka Nyeri wanaenda Nairobi Najua, najua kama Kenyatta iko Nairobi, wagonjwa wengi wanapelekwa kule. Unaweza kuta magari haifiki, watu wanataka kupeleka wagonjwa wao na kule, watengenezwe madawa, haifiki vizuri Nyeri. Kwa hivyo sisi, jambo ambalo tukiomba ya kwamba ni wanasiasa wa Nairobi wanapofanya siasa zao waelewe siasa za Nairobi zina affect Kenya mzima. mm -hmm. Na ya mwisho ni kwamba ningeuliza kama kuna uwezekano Nyeri eh, Nairobi haistahili kuwa na governor mwanasiasa, inastahili kuwa na governor ambaye anatoka kwa, kwa serikali kuu anajua shida na vyenye kutakuwa na mwelekeo katika Kenya mzima kwa sababu ile ni capital city nah. Yes. Asante sana, acha nizungumze na mwingine hapa. Ndugu, kwa majina na unaitwa nani? Tueleze, unaposikia siasa zimechacha Nairobi yes. tatizo lako kubwa huwa ni nini? Uh, kwa majina naitwa Charles Maina Cairo, mi ni mkazi wa hapa Nyeri uh, tunapo siasa za Nairobi zinaleta shida, huwa zina affect sana wanabiashara wa huku juu, unapata vitu zenye tunafanya pia kilimo hapa. Siasa zinaleta shida huko, vitu hazifiki kule, wanabiashara kama wa kuuza manguo nguo, zile zinaedoa places kama Gekomba. Hawawezi kuendea huko kwa hizo siasa zikileta shida. Na pengine ombi lako lingekuwa ni lipi? Uh, tuweze kuhamo na hizi siasa zetu ndio uh, Nairobi kunako kupokuwa kuzuri, hata huku kwetu Nyeri kutakuwa poa. Naam. Asante sana ndugu yangu, tumalize na huyu hapa. Kwa majina unaitwa nani? Na pengine kwa kifupi tu tueleze eh, huwa unahisi vipi wakati unasikia Nairobi hakuendeki? Kwa majina anaitwa Paul Benson Kamau, mkazi na mwanabiashara wa hapa Nyeri mwanzo unapenda kuzungumzia kuhusu sekta yangu ya bodaboda boda. Wakati tunasikia Nairobi kuna vurugu hapa na pale, inatuadhiri sana ikifika. Ni kama vile najuanga, kuna wale customer anachukua asubuhi, wanafaa kwenda Nairobi, unapata hiyo siku yaani au mbebi. Kwa hivyo ile pesa yake ulikuwa unatarajia unapata, hakuna tena. Ikifika ni mambo na transport, kuna wakati kukiwa na vita kukishindikana kwenda Nairobi, unapata fare, ukipata gari hata unalipa hata mara mbili ama hata tatu. Unaona, unapata inafinyilia wakaazi sana na, na kama ni mgonjwa unapata hata anaweza poteza maisha yake kwa barabara, juu ya hizo commotion hapa na pale. Naam, asante sana, tunashukuru na eh, hizo ndizo kati ya semi za kati ya wakaazi kutoka kaunti ya Nyeri kuhusu eh, siasa zinapochacha katika jiji kuu na kaunti ya Nairobi. kwakwa upande wa studio na bila shaka naona ujimbo mzito kwa namuona timu na Babu Owino wanasikiza kwa makini zaidi uh, zile kauli zinazotoka kule uh, uh, Nyeri, kwamba wanasema mjue kwamba huku mkifanya kazi kaunti zingine zitapata manufaa mm -hmm. siasa ikiendekezwa sana kaunti zingine pia zina, zinataabika, nafikiri mm -hmm. ni kauli nzuri ya kuweza kutafakari na uh, tuje kwa Amos tuweze kuzungumza manake tumeazungumza mengi sasa hivi, hebu tuangalie suluhisho. Uh, matatizo ameweza kuyazungumza, janangu ameweza kuainisha matatizo kadhaa, na pia timu yenyewe ikazungumza changamoto zilizopo, lakini pia kumekuwa na madai ya kwamba wakati kaunti inajaribu kuweza ku, uh, kuleta mabadiliko na kuweza kuleta sheria baadhi, pia vile vile wabunge mnawachochea wananchi kutotii maagizo na kanuni za kaunti. Mfano, atasema kwamba nataka kuweza kuondoa wachuuzi hapa ni wapeleke mahali fulani, bado nyinyi mnaambia wachuuzi wasiondoke wakae mahali fulani. Hawezi kuwa anapiga hatua tano mbele mnampigisha hatua mia moja nyuma. Amos Nyumaams. Uh, asante sana Rashid, na kama um, venye umeuliza swali na kurudisha tu pale tulianzia, mambo ya kuhusisha watu, unajua uwezi amka uanze kupatiana directive asubuhi, uambiwa chuuzi ati leo kesho toka bila kuwa na ile, ile mazungumzo na maelewano, na pia kujua unaondoa hapo wapeleke wapi lazima kuwe na ile, ile ratiba yenye mipanga ya mali, unawatoa unawapeleka wapi. Ukiangalia kama wachuuzi wa Nairobi, ni wachuuzi wengi sana walikuwa pale, hawkers wamekuwa Nairobi, but jinsi ambavyo walitolewa, hatusemi wanafaa kukaa kwenye barabara na kuleta hiyo congestion, but jinsi ya kuwatoa pia kunafaa kuwa na mahusiano maelewano na wale wachuuzi wote. Watu wa Nairobi ni watu wazuri sana wenyewe ukiongea nao wanakuwa pia na solutions wenyewe, na wenyewe wanakubali mali wako, wanafanya kazi pale, wanafanyia kazi wafai, lakini ukielezea vizuri, utengeneze hizo back streets zenye walikuwa, walikuwa anapeleka, but wezi wapeleka back streets ambazo pia ni chafu, kumejaa wakora, kuna watu batatu zimejaa huko, unaenda kuleta chaos, watu walikuwa na karibu wapigane. Unaona kumekuwa tena umagari, watu, na na hii mambo ya msongamano wa magari, kwa sababu watu wenye walienda huko back streets, nayo magari yalikuja sasa kutenda kufunga yale maduka yenye alikuja kufunga huko mbele kwa sababu ya kosa kuwa na watu kuwa wanaongeleshana tumekuwa na changamoto mingi sana hata mambo ya takataka na no ukiongea na hata watu wa soko kule takataka zimekolea sana wenyewe wanakupatia suluhisho wanakwambia kama hizi takataka tunaweza kubaliwa sisi wenyewe ile pesa tunaokota paade sisi wenyewe tunakuwa tunalipa maybe half of nusu hiyo pesa kwa county hiyo ingine yenye wanalipa kama SS na levies watumie kujizolea hiyo takataka wanasema pia wako na suluhisho zao, lakini mimi nasema hivi, kuna swali uliuliza, kama haya, haya, haya malalamishi yamefikia rais wa nchi. Kama ukiangalia report ya auditor general, kama rais mwenyewe lazima akuwe anasoma hizo report. Ukiangalia yale malalamishi tulikuwa tukisema, mambo ya takataka, mambo ya drainage, hata yeye anaishi Nairobi, anaonanga mafuriko kila siku Si ni kweli, hiyo ni mambo yenye kama rais ameangalia. Na wakati rais mstaafu alipokuwa Uhuru Mwigai Kenyata wakati aliona serikali ya ugatuzi wa Nairobi iende venye nafaa, alikuja akaleta kitu kilichoitwa NMS kukuja kusaidia gavana aliyekuepo kufanya kazi. Mimi nafikiria ni wakati mwafaka sasa pia rais aoneshe goodwill yake, kwa sababu wakati tunapata aibu, tunapata aibu kama nchi ya Kenya, si mji wa Nairobi wa Nairobi ama wakazi wa Nairobi pekee aibu yote inakuwa ni aibu ya nchi ya Kenya. Yeye, wakati alikuja Nairobi, alionesha ajui kuhusu Nairobi. Maana yake huwezi kuja kuuliza mtu ati ni nini unataka tukusaidie nayo, na wakati kuna kuna malalamishi mengi, na wakati mtu anakuambia anataka mashine ya chapati ungemwambia hapana. Wewe uniambie unataka tukusaidie kukarabati mambo ya maji taka, unataka tukusaidie mambo ya kutengeneza barabara, unataka tukusaidie mambo ya kuzoa takataka, kwa sababu kama juzi tumeona watu wa NYS wakikuja pale mdhuru wakatusaidia kubeba takataka ambayo imekuwa imekolea hapo miaka na miaka hiyo, na ni, ni, ni jambo ya gavana lakini unaona kuna watu wanakuja wanasema, sasa pale tumefika, wananchi watateseka tena, wacha tutafute suluhisho hata kama itabidi serikali kuu iingilie kati mambo ya hii maji ya drainage kwa sababu venye umesema hata Babu Owino akiingia hapo atakuwa na suluhisho kesho, kwa sababu hizi ni systems ziliwekwa 1974 zimekaa kami miaka mingi sana. Venye jalangu wamesema saa hizi watu wamebadilika, population imeongezeka. Hii ni mambo hata central government inafaa ingilie, wajue venye wanasuluhisha hii kitu once and for all. Pia rais aache kujificha sana na aache kuwa aelewi mambo ya Nairobi, kwa sababu lazima yeye mwenyewe kama rais angalie huu gavana anapeleka wananchi venye inafaa, yeye mwenyewe ingilie, aingilie kati. Wakati Uhuru Muigai Kenyatta aliingilia na mesi kakuja, wakajenga hospitali mingi sana Nairobi, ikakuwa safi, mambo ya kila kitu ikatengenezwa, kwa sababu waliona Nairobi endi sawa. Kwa hivyo, pia serikali kuu inafaa kuwa na goodwill, kwa sababu hii nchi ni sisi. Yeye ndio kiongozi wetu, aache kujificha kwa siasa. Akuja Nairobi aache kupiga siasa, wacha akuja pewa wananchi wa Nairobi masuluhisho, si kuja ku launch project za CDF bila kuangalia zile vitu zinasumbua na Nairobi sana bila kukuja kuangalia zile issues za wana Nairobi. The back stops with the president also. Yeye ndo prefect wa sisi wetu, uh, sisi wote. Yeye ndo anafaa kuita Sakaja amwambie sasa, kwa sababu sisi hezi tusikia yeye. Anafaa kuingilia kati amwambie sasa, you're not doing the correct thing. Wacha tukusaidie mahali na kushinda, kama kuna mahali uko na challenges tukusaidie kama central government, but the president cannot run away from the mismanagement of Nairobi County, kwa sababu yeye ndo kinara wa Kenya na ni anafaa kuwa kiangalia kwa sababu watu hatuwezi kubali at wananchi wateseke sababu kwa sababu gavana afanye kazi. Na ndio reality. Ndio maana, <laughs> mm, uh, ili lawama amwezi kulikwepa yaani, nyinyi kama wabunge atakayekuja kuwa kiongozi ni nani ya miaka inayopita lakini masuala ya kimsingi yasiposhughulikiwa sasa hata atakayekuja atakuwa na wakati mgumu. Babu Owino: hata atakayekuja atakuwa na wakati mgumu ni tusuluhishe sasa, turahisishe wale watakokuja, Mungu atakowapa uongozi katika siku za usoni. Rashid, hapo nataka kutofautiana na wewe kidogo tu, kwa sababu shida za Nairobi ni shida ambazo zinaweza tatuliwa hapa Nairobi, kwa sababu kuna hela. Kulikuwa na ripoti ya World Bank yenye walitoa walisema ya kwamba Nairobi inafaa ichange bilioni 87.5, kisha waongeze, actually ni bilioni 67.5, kisha the national government inapeana 23 billion mm -hmm. Kwa hivyo total inafaa Nairobi inakuwa run na pesa ngapi, ukipiga hesabu hapo bilioni 90.5, lakini saa hizi tunaweka bajeti ya bilioni 42, but ukiangalia pesa ambayo tunasanya Nairobi. Gavana ameonekana akisema kiuwazi, hata katika televisheni ya kwamba yeye ndio ana collect pesa mingi zaidi kushinda magavana ambao walikuwa hapo awali. <coughs> swali ni hii pesa ikishasanywa inapelekwa wapi? Wacha nikuelezee Rashid, gavana anatembea hapa nje, anatangaza wazi, anaambia kila mtu hakuna penye mtanipeleka, kwa sababu mimi nikishasanya pesa kiwango fulani inaendea rais wa jamhuri ya Kenya. Yeye mwenyewe anasema, hii inakuonyesha kwamba kuna shida. Kitu chenye Ruto atatusaidia nayo rais wetu atatusaidia nayo ni kushika Sakaja hakuna haja ya ESCC watoke hapa Nairobi waende Kiambu. Kama hakuna ushahidi, Ngoja kwanza, ushahidi iko mingi Rashid. Naam, ushahidi hata uliona Auditor General wanasema ni nani tena anakula Nairobi isipokuwa ni wana Nairobi? Uliona katika reports za Auditor General, anasema vizuri Nairobi imefujwa, Nairobi wamekula, Nairobi wamemaliza, Nairobi reports ziko. Kwa hivyo naongea from a factual point of view. hakuna haja wana EACC watoke Nairobi waende Kiambu na wanawacha jambazi sugu hapa ct kwa sababu ya Auditor General alituambia hivyo. Wacha nikuelezee jinsi ambavyo tutatatua shida tutatatua, tutatatua na kuna ripoti katika DCI kuna ripoti katika EACC, kuna ripoti na Auditor General mimi na, naongea ndio tukisubiri zile report. Wacha sasa niende jinsi uh, uh, ambavyo Nairobi itatengenezwa. <laughs> tukisubiri hizo report zikipatikana zikifanywa kazi, ushahidi ukipatikana, unaweza kutumia matamshi, lakini sasa hivi ni report ambazo bado hazijafanywa kazi. hivi ni governor? Ndio wewe unajua tuko na jambazi sugu hapa. Wacha nikwambie jinsi ambavyo tutatatua shida ya Nairobi. Jambo la kwanza, tuko na bilioni arobaini na mbili mambo ya barabara. Mvua ikinyesha dakika thelathini. Tunakuwa na mito tofauti tofauti. Mito ya Lang'ata inatoka Lang'ata kwa jalasi ikiteremka jijini, mito ya Embakasi inatoka kule ikiteremka jijini. Hakuna mahali popote ukienda hapa town kukinyesha, au uwezi tembea mahali popote. Na la kushangaza zaidi ni ya kwamba hii mvua inabeba hata watoto, inachukua maisha ya wananchi wa Nairobi. Wewe kama ni gavana umeweka bajeti, unaweka bajeti kwenye, kwenye, kwenye roads mm -hmm. Wacha tufanye overhaul ya drainage system yote hapa nchini Nairobi hapa kwa county, alafu tutengeneze zile barabara zote mbovu hapa Nairobi. Nilikwambia nilinipatia gavana list yangu alipotuitisha kama wajumbe, barabara ambayo tulipeana kule 2022 mpaka saizi, alipromise atatengeneza barabara ya fedha kuna shida watu wameanza kupanda uh, ndizi pale barabara ya shooters kule Mihango, mbovu zaidi. Lakini hizi ni barabara za county, sio barabara za wajumbe, si ya mbunge, ni za county. Mbunge anaenda tu out of his way kutafuta hela ili hizi barabara zitengenezwe. So kitu ya kwanza ni kuweka overhaul drainage system yote Nairobi, na kutengeneza barabara zote, kwa sababu kuna hela. La pili, mambo ya maji. Huyu Jalang'o Lang'ata, kwake pale chief ofisa ambaye anaitwa Omoke wa maji wa kuleta maji jijini Nairobi anaishi Langata kwa estate inaitwa Phenom. Huyu chief ofisa, watu wa Phenom, wanalia usiku mchana maji haifiki lakini yeye analetewa maji na boza. Huyu jalasa atakwambia tulikuwa tunapata hiyo, tuliambiwa na tukiwa na we na wananchi wa Phenom, hiyo siku tulikuja hapo kusaidia huyo mama alikuwa na hospital bill hapo Kenyatta hospital tulikuwa na yeye tunaambiwa na watu hivi. Kwa hivyo shida ya maji utatatua hivi Rashid, ukishajua ya kwamba zile mitambo ambazo zilitumika ni za zile enzi iliyopita. Mm. mm. the best thing Rashid ni ya kwamba hii Nairobi, wananchi ambao wako Nairobi usiku ni around 5 million Nairobians. Every human being Nairobi uses an average of 60 liters of water per day, kukunywa kuoga, kuosha nguo, kupika na mambo mengine average, na pamoja na viwanda average. Kwa hivyo ukichukua 60 liters upige na 5 million Nairobians unapata 300 million liters of water ya maji yenye inatumika per day in Nairobi. Jambo la kushangaza ni ya kwamba maji ambayo inaingia Nairobi ni 546 million liters per day maji inatoka Ndakaini Dam, Spring Valley, hii Northern Tunnel ya juzi imetengenezwa inaleta 546 million, then tofauti ni 246 million liters. Ya maji inaenda wapi na kwa nini? Hii milioni mia tatu atuipati. Atuipati kwa sababu ya bora uongozi, si uongozi bora, ni kwa sababu zile pipes ambazo ziliwekwa kitambo zimekuwa nzee ziko na leakages. Kwa hivyo maji zingine inapotea kwenye leakages. Ya pili kuna contamination ya hii maji na sewage. Kwa hizo leakages maji inakuwa contaminated. Ya tatu kuna cartel ambao wanauza maji ambao wana block maji na city, Nairobi City County inauza maji na town. Inauza na kutumia bozas. Sasa hawa cartels wanaziba pipes ili maji isipite isifike the intended, for the intended users kisha wauze maji. Hiyo ni uongozi mbovu, uongozi si u, si, ni, u, ni bora, uongozi si uongozi bora. Kwa hivyo gavana mzuri, uko na resources, wewe kama gavana unaweza maliza cartels in a day, kwa sababu umechaguliwa na wananchi, uko na serikali kuu, uko na hela ya kufanya kazi. Na pia cartels wakileta upuzi We pia unawaletea upuzi kwa sababu wanaleta upuzi na maisha ya wananchi wa Nairobi. Kwa hivyo hii mambo ya maji kusul, ku, uh, kuleta sul, sul, suluhisho ni rahisi sana. Hakikisha ya kwamba zile pipes za kitambo zibadilishwe. Hakikisha ya kwamba wale ambao wanauza maji hawauzi maji, maji ifikie watu. Hii ni capital city. Hatuwezi sema ya kwamba Rashid katika Nairobi ambayo ni capital city maji hizi fikia watu mpaka sahii, hata hawa wajumbe unapata in a week, wanapata maji siku tatu peke yake. Jambo nyingine, mambo ya takataka taka. We unasema tushirikiane na gavana muhimu sana, kwa faida ya wacha nikwambie ndugu yangu gavana ambaye anafaa malize takataka na uchafu Nairobi. Anachukua takataka taka na uchafu Nairobi, anaenda kumwaga kwenye Stima Plaza. Anachukua sewage anaenda kumwaga kwenye CBD Town Center kwa KPLC. Huyo ni mtu ambaye unataka hii akili yetu timamu tukae naye? Tunaongea na mtu ambaye anaenda kumwaga faida, akili yake Stima Plaza, kwa faida ya mtu kwa, kwa, kwa faida ya mtu aliyekuchagua <laughs> kama hajaifanya miaka mbili tumesha kaa chini, si hata tujaaika Nilikwambia tulikaa chini, tusikatike tamaa Babu, kwa sababu bado wananchi wanataka, wanataka maendeleo ndugu yangu. Hakuna haja tu meet gavana, gavana afanye kazi, anajua ni nini anafaa afanye, anajua anafaa asaidie shida ya barabara, asaidie shida ya maji asaidie shida. Mfano taka, sasa hivi tunaendelea na kipindi, taka. Mfano, tunaendelea na kipindi, Babu. Ndiyo. Mfano gavana ameona kipindi na awaite katika kikao cha kuangalia cha kuangalia tutapata suluhisho <laughs> ili tufanye kazi kwa maana yake mgawanyiko kaunti ya Nairobi au utaleta maendeleo. Acha sasa nikuulize ndugu yangu, controller of budget alituambia vizuri ya kwamba gavana ameweka 0% kwa development. Huyo mtu ukikutana naye ataweka nini? Kama controller of budget ambaye anafanya kwenye serikali kuu ndiye anatuambia ya kwamba kuna 0% ya development. Sasa mnataka kuzungumza ili mseme nini? Na tulishakutana sio mara moja, sio mara mbili, na wabunge wote, hakuna jambo lolote lililofanywa. Wacha nikuongeze suluhisho ili tusipoteze, mbeteo, mbeteo. No. tusipoteze muda kwa vitu ambazo hazifai <laughs> jambo nyingine, Rashid, takataka taka. Unataka kumaliza takataka? We ni gavana, aita kuchukua wiki moja hii Nairobi Devolve. Peleka hii mambo ya takataka kusanywa kwa vijana wetu kwa mitaa, vijana wa register companies, wamama wa register companies. Hii kusanya takataka isitolewe Nairobi, wanapatia mtu ambaye anatoka Rift Valley ndiye anasanya takataka ya Nairobi hii. Takataka tupatie tenders kwa vijana wetu, wamama wetu, itapeana kazi kisha watasanya takataka mpaka town. Hakuna gavana aliye na akili atabeba pipe kubwa ya maji anang'ang'ania kazi na watu ambaye ameajiri. Green army waliwekwa hapo kusaidia hii Nairobi, na green army inafaa walipwe 30,000 per month, ambayo iko kwenye bajeti ya kaunti. Au vijana wetu wanaguza, wanapata magonjwa tofauti tofauti kwa uchafu, lakini wanapewa only 18,000 Kenya shillings. Hii 12,000 yenye iliyo juu inaenda wapi kila mwezi? Sasa hii takataka ukishaesanya, ipelekwe Dandora dump site. Tengeneza kiwanda kule damdora dump site. Hii takataka itawak kama fuel. Choma hii takataka, boil nayo maji vizuri. Ukiboil nayo maji inatoa kitu inaitwa uh, water vapor. mm -hmm. Steam. Steam mm hii -hmm. Steam ina turn turbines. Turbines inaleta stima autawaifkuza town saa mbili usiku, kwa sababu itakuwa ni 24 <laughs> hour economy, kwa sababu utakuwa unapata electricity <laughs> energy, unaona unaelewa? So hiyo utapeana kazi, ukijenga barabara utakuwa umesuluhisha shida ya kazi ya wana Nairobi. Katika county kuna watu around 13000 ambao wako employed na wengi wao pale ni ghost workers Toa ghost workers, weka vijana na wamama ambao wako katika kwa mitaa wafanye kazi. Utakuwa umesuluhishia shida ya unemployment. Ukienda kwenye hospitali, enda Mama Lucy siku ya leo, hospitali ya county, ile ni death trap , Rashid. Ukifika hivi ukipeleka mgonjwa pale atakufa. Death ziko mingi pale. Kwa nini? Kwanza hakuna dawa. Dawa ambazo ziko pale ni Piriton na Panadol ambayo inakuambia ende ulale, zaidi Piriton, kwa sababu wakazi wa county wamefungua chemists nje ya hospitali. Wana stock hizo chemist wanauza madawa kwenye hizo chemist. Na mbona wakati eh, eh, utaniwia radhi kwa mapumzi kwenda enye swali moja. Na mbona wakati kuna vikao ambavyo vinafanyika, wakati uh, gavana ameitwa katika vile vikao vya bunge mnavyokwenda, mbona uh, isiwe ndio fursa ambayo sisi tunaweza kuwa na ushahidi wa haya yote tukampelekea? Rashid, wewe peke yako ndio ni kama hujaona ushahidi, ushahidi iko kila mahali, ila mbona nilizungumza uh, uh, na kwamba watu hawana dawa na kuna mtu ameweza kufungua mahali fulani. Laiti kama kuwa Mkenya anajua kwamba kweli jina langu ndiye ambaye ameweza kufungua mahali fulani na Rashid ameweza kukosa dawa, itatusaidia sio tu kwa yeye, lakini mimi natoka maisha, Embakasi East, tuko na mheshimiwa Mark Mwenje hapa, anafanya kazi Embakasi West zaidi, lakini kila usiku mchana tunaitwa, kuna chemist imefunguliwa, dawa za county zinauzwa. Tukiraise issue gavana anasema yeye ako na protection ya rais, serikali kuu Wacha nikuambie, unajua wamama wanajisaidia kujifungua pale Mama Lucy kwenye floor hapo nje. Unajua hiyo kweli, madaktari hawalipwi, staffs hawalipwi, mpaka juzi bado walikuwa na complain. So ukiwa na gavana ambaye ana mwenye awezi mwaga kili yake pale Stima Plaza, huyo ni gavana ambaye tunaweza kanae chini. Jambo nyingine tumeongea juu ya maji, barabara tumeongea juu ya mambo ya madawa, naam. Jambo nyingine, hii Nairobi, ukitaka kusaidia Nairobi siku ya leo, mtu ambaye ni tourist akitoka nje ngambo, afike Nairobi CBD saa hizi, ameshuka kutoka JKA, akiangalia city clock inasema saa sita usiku hata, <laughs> <laughs> anashangaa hii oh. Oh, ni nchi gani hii? saa sita usiku haina giza. Wacha nikuelezee ni kwanza <laughs> <laughs> nimalize ni, ni hii oh, inakuonyesha no, no, ya kwamba no. uongozi wa Nairobi, ile pesa ambayo tumeweka the 5% of people in the Nairobi county government anaoiwafanyi Tusharuri baada ya mda usiokuwa mrefu mtazamaji, tuko na Babu Owino na wenzake wengi, tunazungumza kuhusiana na swala zima hili uh, la huduma bora kwa Nairobi na ipi njia sawa, kaunti ya Nairobi mengi, baada ya mda usiokuwa mrefu.